Katika utekelezaji wa mkakati wa Tanga ya viwanda, jiji la Tanga limetenga maeneo ya uwekezaji wa viwanda katika kata za Mzizima na Maweni. Akiongea wakati wa ufunguzi wa maonyesho ya 12 ya biashara ya utalii ya Tanga, Mkuu wa Wilaya ya Tanga Dadi Kolimba amewataka wawekezaji kuchangamkia fursa kwa ajili ya ujenzi wa viwanda vikubwa na vya kati kwenye maeneo hayo. Tutaendelea kuweka mazingira salama ya uwekezaji. Kwa sasa katika halmashauri yetu ya jiji la Tanga wameandaa mazingira ya uwe, wameandaa maeneo ya, ya uwekezaji ambayo ninawaomba sana TCCA tushirikiane na wadau wengine wote. Maboresho ya sera za uwekezaji imeelezwa kuwa imeweza kufungua fursa za Watanzania kushiriki kwenye uwekezaji kupitia kituo cha uwekezaji nchini. Yeah, imepunguza kiwango cha usajili wa miradi kwa Mtanzania au kwa mzawa eh, hadi kufikia nusu ya kiwango kilichokuwepo awali kwa maana ya dola elfu hamsini au Uh, uh, uh, ni takriban uh, ya uh, fedha sawa sawasawa, na za kitanzania ni kama milioni 120 130 za kitanzania. Thamani ya ule mradi uh, unatakiwa uwe na kiwango hicho, ili aweze kusajili uh, katika kituo cha usajili Tanzania TIC. Kwa maana hiyo Mtanzania amekuwa amerahisishiwa mara kumi zaidi ya mgeni. Mgeni yeye anasajili TIC akiwa na dola za, na mtaji au uwekezaji uh, ile thamani ya uwekezaji wake wa kiwa, uh, shilingi uh, mini dola za Marekani uh, sawa na uh, laki tano uh, kwa hiyo ni mara kumi zaidi ya uh, Mtanzania. Kaskazini, tuna, tuna, tuna tumebarikiwa vivutio vya utalii kwa hiyo kuna fursa nyingi sana katika uanzishwaji wa miradi ya utalii kwa maana kwamba uh, kuna masuala ya, ya tented camp katika mbuga za wanyama, lakini pia kuna kuanzisha miradi katika uh, tunasema ni tour operator, ile kununua magari kwa ajili ya kupeleka watalii uh, mbugani, lakini pia wawekezaji wanaweza kuanzisha miradi katika ujenzi wa hoteli za kitalii, hoteli kubwa, lakini pia wanaweza kuanzisha miradi katika masuala ya lodge lakini pia kama nilivyosema hapo, kanda kazini pia ina, ina ardhi yenye rutuba na ardhi kubwa ambayo bado haijatumika, hivyo swala la kilimo ni kipaumbele pia. Lakini pia uh, masuala ya madini, uchimbaji na na kuprocess madini. Hata hivyo, mamlaka ya mapato ikatoa rai kwa wananchi kulipa kodi ya mapato kwa hiari. Sita ni mwezi wa kulipa awamu ya pili ya kodi ya mapato, kwa hiyo nitoe wito pia wale wote ambao bado wanadaiwa awamu ya pili kuhakikisha wamelipa mapema kabla ya tarehe 30 haijafika ili tuweze kutimiza malengo ya serikali na mkoa uweze kuvuka na, eh, kama ambavyo tumepangiwa malengo. Kila ya nchi kumi zimejitokeza kushiriki kwenye maonyesho ya biashara na utalii mkoani Tanga. Amina Omar, Daily News Digital.